Sasa kuna huyu mfugaji hapa kutoka kwenye kundi letu la WhatsApp ambaye Ame, ametoa hii shuhuda yeye. Ametibu kideli ndani ya siku mbili na kimepona kabisa. Yani kuku wake walikuwa wanauma kideli, basi akakutana na sisi KingoFarm hapa YouTube, kama ambavyo wewe mtazamaji unatutazama akatutafuta. Alivyotutafuta tukamuunga kwenye kundi, kisha tukaanza kumhudumia, tukaanza kumpa dawa ya kideli, ndani ya siku mbili kideli kimepona kabisa kabisa kabisa, kabisa. Unaweza ukaona kwenye meseji yake hapo anashukuru eh, sana na kikubwa ni kwamba huyu mwaka jana amewahi kupoteza mtaji wake wa kuku kabisa, alipoteza alikuwa na kuku mia mbili e, walikuwa wanaumwa hizi homa za kawaida. Unajua kideli ni hatari kuliko homa yoyote ile. Sasa kuku wake walikuwa wanaumwa hizi homa za kawaida, matumbo, aa, na homa nyingine. Kutoka kuku mia mbili walibaki kuku sabini, na hao kuku sabini waliobaki alitumia dawa za viwandani kwa gharama kubwa sana yaani ni sawa sawa na kwamba kuku aliondoka na mtaji wake wote. Kwa hiyo hata wewe ambaye unatutazama hapo tuna tunakusi tutafute KingoFarm ili tuweze kukuhudumia kama unakutana na majanga. Lakini pia tunavyo hivi vitabu bora kabisa ambavyo vitakupunguzia gharama ya ufugaji. Sisi tunatamani wafugaji eh, wote mpate faida. Hivi vitabu kimoja kinauzwa shilingi elfu kumi na ni soft copy, ninakutumia kwa WhatsApp. Lakini kama unahitaji huduma ya kundi letu, kujiunga na kundi letu, ni gharama nafuu sana sana sana. Sijawahi kutana na kundi ambalo ni gharama nafuu kama kundi letu. Kundi letu unakaa kwa muda wa miezi miwili kwa ada ya shilingi elfu nane. E, najua yapo makundi mengi ambayo e, inakuwa ni semina siku mbili 2 tatu au wiki moja, lakini gharama zinazotolewa ni gharama kubwa sana. Sisi utajifunza kwa muda wa miezi miwili na utakuwa unapata live utapata live zisizopungua tatu au nne. Kwenye live huwaga tunatoa karibia elimu yote ya ufugaji. Kwa hiyo tunawasii mjiunge na kundi kwa ada ya shilingi elfu nane na vitabu ni shilingi elfu uh, kumi na tunakutumia soft copy. Sasa uh, leo bwana ninataka nikupatie mimea mitano mimea hii mitano ambayo inatibu kuku ndani ya muda mfupi sana, ndani ya, ya siku mbili. Ukitumia vizuri hii mimea ndani ya siku mbili, inatibu vizuri kabisa kuku wako. Kama kawaida, sisi ni KingoFarm ambayo tunajihusisha na tiba za asili kwa kuku, na tumesaidia wafugaji wengi sana kupitia hapa YouTube, magrupu ya WhatsApp, lakini pia na vitabu vyetu uh, hapa upo na mtaalamu mimi kwa jina naitwa Evaristo. Tuungane kwa pamoja kwenye hii video mpaka mwisho wa video. A, usikatize hii video kwa sababu eh, hii video itakusaidia sana kwenye ufugaji. Uh, sasa nianze na dawa ya kwanza kabisa. Tena hii hapa nataka nitoe ushuhuda kutoka kwa mtu hapa hapa YouTube, wewe unaisikiliza hapa YouTube. Kuna huyu mfugaji yeye, ambaye alisikiliza hii video, baada ya kusikiliza hii video akaenda kufanyia kazi. Yaani kuna watu wengi pia hapa YouTube waga, wana wana hizi dawa haga zinawasaidia e, sana. Miongoni mwao ni hawa hapa. Huyu alikuwa na homa ya ndui ndui. Unajua ni vidonda waga vinashambulia sehemu ya upanga nini e, kwenye hiyo video tulielekeza kwamba avioshe hivyo vidonda kwa maji ya vuguvugu kisha apake ute ule wa e, aloe vera. Akipaka ute wa aloe vera, aje a, aje apake hii dawa ya meno hii kama una Colgate na nini unaipaka kwenye vile vidonda e, bwana uwezi kaamini vidonda vilipona ndani ya siku mbili. Kwa hiyo ndio maana akaja kutoa hapa e, huu shuhuda. Kwa hiyo hiyo ni dawa ambayo pia inatibu ndani ya muda mfupi. Zipo dawa nyingi sana ambazo zinatibu ndui e, aa nyingi sana, video nyingi sana tumezitengeneza hapa YouTube, a, lakini pia ukienda kwenye kundi letu huwa tunafundisha e, dawa na kinga za ndui na magonjwa mengine ya virusi kama mnavyojua ndui bwana, ukienda kwenye hizi dawa za viwandani, hakuna dawa ambayo inatibu huu ugonjwa, magonjwa kama vile ndui uh, uje kwenye kideli hii uh, ni Newcastle, ni magonjwa ambayo hayaponi, lakini sisi hapa KingoFarm tunayatibu vizuri kabisa, na mnaona kabisa hawa wafugaji wameyatibu, wamefanikiwa kuyatibu bila ya kupata vifo. Aa, lakini pia kuna hiki hapa hiki ni kitunguu saumu. Kitunguu saumu na chenyewe huwa kinatibu e, ndani ya muda mfupi. Hiki kitunguu saumu kinatibu minyoo, ni booster, lakini pia ni kinga ya magonjwa. Sasa e, mimi nataka nizungumzie tu kwenye upande wa minyoo. Ukichukua kitunguu saumu ukachanganya na tangawizi, ukachanganya na tangawizi, ndani ya siku mbili tu kuku wako wanakuwa wamepona minyoo. Kama unao kuku wana minyoo, basi watakuwa wamepona. Unajua hawa ambao e, kama wewe unatumia sana tiba hizi za asili, a, haina haja sana kuhangaika na dawa za minyoo kwa sababu tiba nyingi za asili pia huwa zina tibu minyoo kwao. Kwa mfano hili zoezi waga tunalifanya labda e, ukilifanya kwa kuku ambao hawajatumia kabisa tiba za asili, a, utakuta wanajisaidia minyoo kabisa. Uh, kwenye komenti hapo ya ndugu yangu niambie ni tiba gani ya asili ambayo ulitumia kutoka kwa KingoFarm na kuku wako wakapona ndani ya muda mfupi kabisa. Najua na mpo wengi sana. Tujuzane hapo kwenye comment, lakini pia ukiweka hiyo comment e, useme kabisa ulikuwa unatibu nini na ulitumia nini ili uwasaidie e, watazamaji pia wanaotazama hii video wakienda kusoma kwenye comment wataweza kutumia hiyo tiba vizuri kabisa. Aa, lakini pia kuna kuna shida hii hapa ngoja ni kuonyeshe. Unakuta kuku wako na hara, kinyesi ambacho kinakuwa kina damu e, kama hivi. Aa, sasa hii ukitumia majani ya mpela ukitumia majani ya mpela ukichukua jagi la lita moja e, ukiweka majagi mawili ya lita moja ukaya au ukayatwanga ukaongeza humo kitunguu saumu pamoja na tangawizi uh, kwenye hayo majani ya mpela, basi kuku wako wanapona ndani ya siku mbili. Na tena uh, hata majani ya mpapai anafanya kazi vizuri sana sana sana sana. Kwa wale ambao wapo kwenye grupu letu la WhatsApp, huwa tunaelekeza sana hii tiba. Huu ugonjwa unatibika ndani ya muda mfupi, endapo utatumia hizi dawa. Hauna haja ya kuhangaika kununua E, yapo madawa kama vile Agrocox ethb3 za viwandani ambazo pia huaga zinatibu ugonjwa, lakini hizi dawa ni gharama. Ukitumia tu hizi tiba za asili zitafanya kazi vizuri kabisa, ndugu yangu mtazamaji um, kama ni mara ya kwanza ndio unatuona hapo, unaweza ukasubscribe hapo, ukabonyeza ukabonyeza na hiyo e, alama ya kengele. Kazi yake kubwa ni kwamba tukiposti video yoyote, basi itakuwa inakupa taarifa kwamba kingo KingoFarm kuna video ameiweka, naenda katazame. Ukienda kutazama e, ile video na ukitazama yote unafanya watazamaji wengine pia wawe, i, ile video iweze kuwafikia zaidi. Kwa hiyo utakuwa umesaidia e, wafugaji wengi wengi wengi waweze kututazama na kusubscribe, lakini pia kulike ni muhimu sana e, unapokuja kwenye hii e, chaneli Nisipotaja hii tiba, jamani, itakuwa sio kweli hii. Na juzi juzi hivi hapa na juzijuzi hivi madam alielekeza hapa kuhusiana na hii tiba ya kitunguu maji, unakata vipande vidogo vidogo kama hivyo ambavyo unaona unakata vipande vidogo vidogo. Uh, ukikata vipande vidogo vidogo unawapa kuku wako, wanadonoa. Unajua inatibu nini? Inatibu mafua ndani ya muda mfupi sana, na inatibu vizuri sana sana sana. Kama ulikuwa huijui hii tiba, ndio faida ya kutufuatilia hapa YouTube kwenye kila video eh. Hii video ilishazungumzwa kwa undani kabisa, pia ilizungumzwa inatibu magonjwa gani mengine eh, muhimu. Uh, ni, ni, ni miongoni mwa tiba ambazo inatibu ndani ya muda nadhani hiyo ni tiba yangu ya nne naitaja hapa, nakwenda kuitaja tiba ya mwisho eh, kabisa na nitakuwa nimemaliza kurekodi hii video. Uh, hapa bwana, nimetaja haya majani ya aloe vera. Jamani, tiba zipo nyingi sana, unajua mpaka saa hizi nakumbuka kwamba sijawaambia habari za mwarobaini. Yaani bado sijawaambia kabisa habari za mwarobaini, ni moto wa kuotea mbali sana kwenye kutibu magonjwa ya kuku. Lakini hapa nimekutajia hii aloe vera inatibu magonjwa kama vile ya kideli, inatibu eh, magonjwa kama vile ya ndui, nadhani mliona shuhuda kwa yule mtu uh, ni, ni tiba nzuri sana. Sasa hapa naizungumzia namna ambavyo inaweza ikatibu kideli. Kwa hiyo ni tiba moja ambayo, e, ukitumia ndani ya muda mfupi sana inatibu e, kideli, lakini inaongezea mwarobaini. Mwarobaini unatibu vizuri sana. Hapa nitasema unatibu nini? Sasa hapa ngoja nikwambie, unatibu gumboro ndani ya muda mfupi, muharo mweupe Asanteni kwa kutusikiliza, KingoFarm, na kama umefika hadi hapa mwishoni wa hii video, basi weka comment hapo chini ili uh, uonyeshe kwamba tupo pamoja.